Hizi hapa ni hesabu zikionesha wekundu wa Msimbazi, Simba, safari yao katika michuano ya CAF Champions League imeishia hapo katika msimu huu. Wajipange tena kwa ajili ya msimu unaofuata. Kwa nini na kivipi ikoje? Kwa nini tunazungumza hivyo, ni kwa sababu ya hizi takwimu ambazo tunaweza kuziona hapa, kwa uzuri kali kweli. Ikoje? Hebu twende mdogo mdogo, sasa ni kuletea takwimu. Baada ya michezo minne ambayo imetamatika, Simba na shika mkia ikiwa na alama moja tu kwa maana ya sare ambayo imeitoa ime, uh, fungwa magoli ya kutosha tu, kwa maana magoli takriban sita. Sasa yes, lakini nafasi ya kwanza ni Stade Malien timu ambayo ilichukuliwa poa sana ina alama nane. Esperance de Tunis ina alama sita nafasi ya pili, na Petro Atletico ikiwa na alama tano katika nafasi ya tatu. Hizi timu tatu za juu zina nafasi ya kwenda hatua ya robo fainali. Lakini kimahesabu, lakini ila kiuhalisia, unaona Stade Malien wana zaidi ya asilimia tisini na nane ya kuwa robo fainali kwa sababu ya mahesabu. Ila kwa upande wa Simba Sport Club, tunasema kimahesabu, pia inaonekana ama inaonesha wazi kwamba wakwenda Msimbazi, Simba hakuna namna yoyote ile ambayo wataenda robo fainali, kwa sababu hizi hapa, Simba amebakiwa na michezo miwili. Mchezo ambao unafata ni dhidi ya Petro Atletico ambao itakuwa ni kwa maana kuna mchezo dhidi ya Petro Atletico ambao itakuwa ugenini na kuna mchezo dhidi ya Stade Malien ambao itakuwa ni hapa nyumbani, Benjamin Mkapa, Dar es Salaam. Katika michezo hii miwili, endapo Simba itafanikiwa kushinda itapanda mpaka nafasi ya kwa maana itaongeza alama sita na kufikisha alama saba sasa, ambazo alama saba hizo zitaifanya ionekane kama ni alama nyingi na hapo hatujahesabu wengine watakuwa wamecheza vipi. Sasa tuweke kibindoni kwamba Simba imepata alama saba, muda huo Petro Atletico imepoteza mchezo mmoja dhidi ya Simba, mchezo ambao tunauzungumza katika alama sita hizo. Lakini pia Stade Malien imepoteza mchezo mmoja dhidi ya Simba. Kwa hiyo kwenye michezo miwili Stade Malien tayari ishapoteza mmoja, kwa hiyo alama nane zinabaki vile vile. Alafu Petro imepoteza mmoja wa Simba, kwa hiyo alama tano zinabaki kama zilivyo hapo. Haya, twende sasa Petro Atletico, tuanze nao ambao wana mechi mbili. Ya kwanza dhidi ya Simba, ambayo ndo hiyo tumeitoa. Ikatokea wakaenda kucheza wakapoteza dhidi ya Esperance. Hapa kuna timu tatu tunazipigia hesabu. Petro wakipoteza dhidi ya Esperance, maana yake watakosa nafasi ya robo finali, lakini Esperance ambao wana alama sita watakuwa wamefikisha alama saba automatically, uh, alama tisa automatically. Hapo Simba imekosa nafasi ya kwenda kwa sababu tayari haiwezi kufikia alama za Stade Malien ambaye ana alama nane, halafu Esperance afike alama ya tisa, wakati huo Stade Malien hajacheza mchezo mwingine. Umeona bana, kwa mpaka hapo Uh, Petro ikatokea mesare mchezo na Esperance au amepoteza, maana yake tayari Simba imetoka. Espe, Petro ikatokea ameshinda, maana yake anafikisha alama nane automatically, ameshaizidi Simba alama. Kwa hiyo kulikuwa na alama nane za Stade Malien, alama nane pia za Petro Atletico. Nini matokeo yake? Ni kwamba Wekundu wa Msimbazi watakuwa tena hawawezi Kwao matokeo ya aina yoyote ile ya Petro Atletico hata ikipoteza michezo yote miwili dhidi ya Simba na dhidi ya Esperance ugenini, maana yake Simba inakuwa haiwezi kwenda, bila kujali Esperance au Petro wao watakuwa kwenye wakati gani. Hebu tuangalie Esperance ambao sasa hivi hawahusiani chochote na Wekundu wa Msimbazi wana mechi na Petro, wana mechi na Stade Malien ugenini. Tufanye wapoteze mechi zote. Wakipoteza mechi zote, maana yake tayari pia Simba haiwezi kwenda, kwa sababu Petro mmoja wapo atashinda mechi na kufikisha alama nane. Tufanye Esperance, e, wasare mechi zote, maana yake wanafikisha alama nane, tayari Simba haiendi. Tufanye Esperance wapoteze Uh, se hatari wapoteze <laughs> dhidi ya Stade Malien, alafu wasare dhidi ya Petro Atletico, maana yake wanafikisha alama saba sawasawa na Simba. Kwa hiyo Esperance uh, wanaenda kwa aggregate ya magoli kwa sababu wameipiga Simba uh, Tunisia, alafu wamesare na Simba hapa Dar es Salaam. Kwa automatically unaiona Simba pia na hapo haiwezi kwenda. Upande wa Stade Malien tayari imeizidi Simba alama, kwamba Simba hata icheze mechi zake zote ikashinda na ikashinda dhidi ya Stade Malien pia. Moja kwa moja unaiona kwamba haiwezi kufikia alama za Stade Malien. Kwa hiyo hii hapa sio tu kimahesabu, hata kiuhalisia, paka kufikia hapo Simba Sports Club haiendi robo finali, safari yao imeishia hapo. Safari ya Simba imeishia hapo. Sasa hivi tujipange na mwaka ujao, tujipange na msimu ujao, Simba watakuja na aina gani? Kizuri ni kwamba timu yao imeanza kuonyesha uhai sasa hivi. Kwa hiyo ikatokea ikaendelea hivi, pengine tunaweza tukawa na Simba bora msimu ujao ambao itatuwakilisha vizuri sana Watanzania kwenye michuano hii. Najua watakuwa na hasira sana. Kwa hiyo, sasa hivi kwenye kundi la Simba kundi D unaona Stedimalien. Nimesema kwa zaidi ya asilimia tisini na nane wameshafuzu. Kwa Kwanini? Ni kwa sababu kwenye hizi alama nane wana mechi na Simba ambayo ni ya ugenini na wana mechi na Esperance de Tunis mechi ya nyumbani. Kumbuka hawa jamaa mpaka sasa hivi hawajapigwa kwa maana wamesare na Esperance ugenini, wamesare na Petro ugenini, wameshinda dhidi ya Simba, wameshinda dhidi ya Petro. Kwa hiyo ni unbeaten mpaka sasa hivi kwenye kundi lao umeona ehe? Kwa hiyo kwa fomu yao unaona hata katika michezo inayofuata dhidi ya Simba hapa Dar es Salaam na dhidi ya Esperance kule Mali, unaona kama wanaweza wakaondoka na alama katika michezo hiyo. Mmojawapo lazima waondoke na alama, lakini ukiachilia huo utabiri, hebu tuangalie kimahesabu kwa ufupi sana, kwa sababu sasa hapa tuzipigie hizi timu tatu za juu. Haya. Tuanze na Stade Malien, tokeo wamepoteza mechi zote, maana yake wanafungwa na Simba wanafungwa na Petro. Petro anafikisha alama uh, nane, kama Stade Malien itategemea na aggregate ya uh, yes. uh, kwa maana Stade Malien na Petro wameshamalizana, kwa hiyo Stade Malien katika hizi timu watakutana na Esperance pekee. Petro akishinda mechi zake mbili dhidi ya Simba na dhidi ya Esperance, maana yake anafikisha pointi kumi na moja Alafu Esperance tayari atakuwa ameshapoteza mchezo mmoja dhidi ya nani? Dhidi ya Petro, halafu anaenda kukutana na Stedimalin. Basi Esperance de Tunis inatakiwa ashinde mchezo huo dhidi ya Stedimalin, hapo ndo anaweza akafanya nini? akaenda aka, aka kitu ambacho ni kigumu sana. Esperance katika mchezo wa kwanza na Petro alitoa sare Angola, wanaenda kule Tunisia, otomatikali unategemea kwamba Esperance kuna kitu wa uh, wanaweza wakakipata, lakini ukiangalia kwa matokeo ya Stade Malien wenyewe uh, wakikutana na Esperance na yes, Petro na Esperance wao watakutana katika mchezo uh, kule Tunisia. Kwa hiyo matokeo yao pia yataamua kwamba Stade Malien Uh, wanakamilisha asilimia mia moja na ni ngumu kwa Petro kushinda michezo yote miwili hii. Aidha ashinde dhidi ya Simba ambapo atafikia alama nane, lakini kwa agrigeti atakuwa me, ame, ame, ame, akipoteza uh, kwa Esperensi kwamba Petro hawezi kwenda robo kwa sababu tayari Stadimali ni kwenye hizi hizi tu alama nane. Uh, tayari ana agrigeti nzuri ya magoli dhidi ya Petro. Umeona, kwa kilichopo hapa ni Petro, aidha ashinde mechi zote mbili dhidi ya Simba na dhidi ya Esperensi. Alafu Esperensi ashinde dhidi ya Stedimalian, yani kiufupi kwenye hizi hizi alama Stedimalian wapoteze dhidi ya Esperensi. Alafu Esperensi, e, apoteze dhidi ya Petro, na Petro ashinde michezo yake yote miwili, kitu ambacho ni kigumu sana. Kwa hiyo uh, kiuhalisia naona Stade Malien wako robo fainali, Esperance na Petro wakipambana kwenda robo fainali bana, mahesabu ni magumu sana, lakini yote kwa yote ndio hivyo. Mnyama bana kajipange vizuri, amesajili wachezaji wazuri, umemwongeza Gueye, moja kati ya jamaa mzuri sana, left foot bora sana kwenye eneo lake, lakini pia Anset Oura na yeye ni moja kati ya chezaji mzuri sana, anatokea pembeni chama pale, naye akiwa anafanya makubwa mabalaa mazito, lakini nyongeza ya golikipa ise bonge la kipa, ule jamaa leo angekua amewaka na nini, lakini ndo hivyo. Kimsingi mambo yako hivyo, kipa mzuri sana ambayo amemsajili, makosa tu ya Uh, viungu ambayo walifanya back pass fupi ambayo haikuwa na nguvu, haikuwa na target, kadakwa wakawarudisha Esperance kwenye morali, na baadaye wanapigwa goli la pili. Esperance wanakosa penati, kitu ambacho kingeweza hata kuwafanya Simba wasiondoke na alama yoyote kwenye mchezo huu. Kwa hiyo all in all, kama Baba Leva anavyosema, Wakondo wa Msimbazi bana. Uh, safari ijayo itakuwa ni, ni, ni, ni ya matumaini, pengine mbona wamezinguana na, na mwenyekiti Murtaza Mangungu. Sidhani kama ni wakati wa kufanya hivyo sasa hivi, inabidi wafokus sana kwenye michuano ya ndani, kwa sababu wana ligi kuu, wana CRB Federation Cup hapo mbele pia kuna Muungano Cup. Kwa hiyo katika haya mashindano matatu, wakifokus vizuri, wanaweza wakaondoka na chochote kuliko kugombana alafu, wasiondoke na kitu, na wana michezo huwa hatuamini katika kugombana, tunaamini katika Uh, uh, football kwa maana football ni dakika 90 zikishaisha, mnarudi kwenye maisha yenu mengine, yaani mna sahau kila kitu. Wenye kufanya mazoezi wanarudi mazoezini, wenye kuongoza wanarudi kuongoza, wenye kushabikia wanarudi kushabikia, kama ni mtandaoni na mtaani, wanasubiria tena siku mtakapocheza, lakini sio kwamba mambo yanakuwa tena hadi nje ya uwanja, mnafatana na nini? Mnataka kupigana, si kuzinguana labda ya yeah. I think hilo sio swala zuri kabisa. Wekundu msimbazi wajipange bana. Ni Mazoea Media hii. Enjoy, na naendelea kufurahia, kusubscribe. Asante sana.